Sasa ndugu Amosi, mm, kwa mtu ambaye ndo kwa mara ya kwanza kabisa kuona aina hizi za hoho unamwambia una kwamba hizi ni hoho za aina ipi? Kwa sababu kuna hoho zile za kawaida ambazo zishajulikana hoho ndogo ndogo, hizi ni aina zipi za hoho na kwa nini mliamua kulima aina hii ya hoho? Yes. Kwa mtu ambaye ni mara ya kwanza kuangalia hizi hoho, hizi hoho ni tunazita, ni ziko kwenye aina ya value crop. Ambao nikisemea value crop ni ya sasa ni yale mazao ambayo yana bei kubwa kulinganisha na zile hoho nyingine za kawaida. Ah, naweza nikakutolea mfano hoho hizi hapa, kilo moja sisi hapa tunauza kwa elfu tano. Ambapo zile nyingine za kawaida mpaka muda huu sokoni unaipata kwa elfu moja. Lakini utofauti mkubwa sana wa hoho hizi hapa na hoho za kawaida, hizi hapa zina soko ni muhimu. Hapo kuna greenhouse, screenhouse zaidi ya 100 ambazo zipo. Ambao nyinyi mnaziona hapa. Soko lenu ni wapi hasa? Sisi soko letu hasa hasa ni Dar es Salaam, ambao tunauzia shoppers na supermarket. Pia kuna masoko makubwa ambao wanachukua hizo huko, na kisutu na Ilala. Sasa ni wajia. Hujambo mtazamaji wa maco TV, na karibu leo hii tupo katika shamba hili, kuna zaidi ya screen house 100. Sasa je ni aina yepu ya mazao ambayo yanalimwa hapa? Leo hii tunaenda kutafuta na kujua ni kwa nini na tuweze kujifunza zaidi kwa watu ambao wanahusika na uzalishaji na usimamizi wa mazao haya ama mashamba haya ya screenhouse. Ungana na mimi tukiingia kuudani aia kujifunza zaidi. Karibu sana Sokoine Agri Enterprises PLC, Sa H. Uh, ambayo ni kampuni ambayo inamilikiwa na vijana ambao wanaendelea na, na, na masomo yao SUA uh, sisi mimi hapa naitwa Amon Tobia Ingirin, ni chief operation Officer wa Sokoine Agri Enterprises. Sisi tunajihusisha hasa hasa na uzalishaji wa mazao ya horticulture, ambayo ni more value crops ambapo hapa kama mnavyoona, tuko kwenye shamba letu moja la hoho za rangi ambao tunalima nyekundu na njano. Karibuni sana. Yes, ndugu Amos. Mm, kwa mtu ambaye ndo kwa mara ya kwanza kabisa kuona aina hizi za hoho wow. Unamwambia kwamba hizi ni hoho za aina ipi, kwa sababu kuna hoho zile za kawaida ambazo zishajulikana, hoho ndogondogo. hizi ni aina zipi za hoho za hizi na kwa nini mliamua kulima aina hii ya hoho? Yes. kwa mtu ambaye ni mara ya kwanza kuangalia hizi hoho, hizi hoho ni tunazita ni ziko kwenye aina ya value crop ambayo nikisemea value crop ni ya sasa, ni yale mazao ambayo yana bei kubwa kulinganisha na zile hoho nyingine za kawaida. Ah, naweza nikakutolea mfano hoho hizi hapa, kilo moja sisi hapa tunauza kwa elfu tano. ambapo zile nyingine za kawaida mpaka muda huu sokoni unaipata kwa elfu moja. Lakini utofauti mkubwa sana wa hoho hizi hapa na hoho za kawaida, hizi hapa zina vitamini kubwa kulinganisha na zile nyingine za kawaida lakini pia hizi hoho zina aromas nzuri mm-hmm. Ukiwa unapikia, ku compare na zile hoho nyingine za kawaida, ndio utofauti wake mkubwa sana. Na hizi hoho kama unavyozungumza kwamba bei yake ni kubwa sana, kwa mfano ukitaka kujaza kilo moja hapo, unachukua hoho ngapi ndio ujaze kilo moja? Okay, kilo moja, ah, okay, zina zinatofautiana, zinatofautiana. Zikiwa ndogo ndogo zinaingia, zinaingia hoho saba lakini pia zikiwa kubwa mosti sita tano kilo inafika. na manake, hata mbegu zake ni tofauti na zile za kawaida, au hizi zimekuwa kubwa kwa sababu matunzo? Hapana, kwanza hii tunalima na nili, tunatumia mbegu ambazo ni moderated okay, ambayo ni first generation tunatumia. Mm. Yeah. mbegu za kisasa Okay. Ya, unatumia mbegu za kisasa ambayo hata bei yake pia ni ni kubwa kulinganisha na hizi nyingine za kawaida. Hizi hizi bei yake ni ya kwa mfano kama hizi hapa bei yake ambayo tunanunua zinakuwa zina be packed kwenye mbegu 100. Okay. E, eh, mbegu 100 paketi moja inauzwa elfu ishirini na saba. Okay. Ya. Yeah. Maana yake punje moja ni kwenye 200 hapo na kwenye mbegu. Ya. Yeah. Na hiyo ndio inatoa sababu kwamba kwa nini mmeamua kulima kwenye greenhouse, kwa sababu kutokana na uzoefu wangu na uelewa ni kwamba greenhouse ni miongoni mwa structure ambazo ni expensive. Kwa hiyo huwezi ukalima mazao ambayo yana tamani ndogo ama value crops. Ningeshangaa zaidi kama ningekuta humu ndani labda kuna mahindi <laughs> okay, <laughs> sawa. Na, na sababu kubwa sana ambayo inasababisha tu screenhouse tulime hizi value crop ni moja kwa sababu screenhouse ni sehemu ndogo, umeona okay. sehemu ndogo ambayo tunabidi tu ile sehemu ndogo tu neutralize tupate kipato kikubwa. Kwa hiyo hapa tunalima mazao sasa ambayo ni tunatafuta namna fulani ya kutumia eneo dogo kuzalisha kuzalisha kitu kikubwa pia na kupata mapato makubwa okay. Eh, kwao ni namna gani ambayo tunaweza tuka neutralize ka eneo kadogo ili tupate pate more profit au faida kubwa ya yeah. Ndio maana tunalima hizi kwa sababu ukilima mazao mengine, kwa mfano, hoho za kawaida hmm, hawezi pata faida kulinganisha na cost ambazo zinatumika kwenye kutengeneza screen house. Okay. na leo tumekuta mkiwa mnavuna, lakini stili kuna baadhi ya hoho ambazo zimebaki hapa. hoho wa gani, inachukua muda gani, kuanzia gani kuvuna? Yaani unavuna mpaka mara ngapi sasa sema imetosha? sio kama mahindi kwamba yenyewe na komaa kwa wakati mmoja, ukifika unavuna inakuwa yameisha. ah <laughs> okay, hoho hizi hapa zinachukua kuanzia miezi sita hadi mwaka, inatokana na na wewe umezimaintainije katika upigaji wako wa dawa na namna gani unavyoweka mbolea kwa wakati? Kwa ukianza kuvuna unaweza ukatumia hadi mwaka unavuna au miezi sita kuanzia sita saba nane, ni wewe mwenyewe ambapo una, unazifanyia tu. Soko ni muhimu hapo, kuna greenhouse screenhouse zaidi ya 100 ambapo ni mzuri hapo, ambao nyie mnazi operate hapa. soko redu ni wapi hasa? Ah, sisi si, soko letu hasa hasa ni Dar es Salaam ambapo tunauzia shoppers na supermarket pia kuna masoko makubwa ambayo wanachukua hizo, kuna Kisutu na Ilala, sasa ndo wateja wetu wakubwa. Mlipataje hilo soko, sasa? Aa, hilo soko ni, tulifanya movement tu, ni tulifanya tu maana zinatafutwa ni kitu ambacho kinatafutwa. Pia tulienda tu tukaongea nao, kuna madalali wapo ambao wananunua hizo, lakini pia, tukaona ule dalali, pia tukaona dalali pia unatusumbua sana, ndio maana sasa hivi tunauza direct kwenye mashops hizi. Okay, kwa sababu shops moja tu kwa siku unaweza kukuta kwa wiki wananunua zaidi ya tani mbili ya yeah. shoppers ni kina nani? Shoppers mm, nikisemea shoppers hapo kuna Mwimani City, kuna zile big supermarkets okay. Nikisemea shoppers maana yake ni zile big supermarket okay, ya yeah. Kwa maana kwa sababu sidhani kama kuna mtu wa kipato cha kawaida anaweza <laughs> kununua pilipili kilo moja shilingi elfu tano. Sio kwamba hawezi, lakini ni mazoea pia na na, na, na, na kutokuzijua, kwa sababu ni nzuri sana kwa afya kwao na hisi na watu wengine wakielimishwa namna gani ya kutumia wanaweza wakatumia, kwa sababu wana kuna vitu wananunua zaidi ya hivyo okay. Sasa yeah. ndio umepewa sasa platform hapa, uelimishe watu kwa nini anunue pilipili pili pili hizi hapa, hawachane <laughs> <laughs> <laughs> na pilipili zile za kawaida. Anyway, sawa, lakini kunaweza kuna mfano hizi zinasaidia sana, sana sana. Kuna watu ambao wa wana nani ya na macho, umeona kuona ye, okay. Kwa sababu hizi zina vitamini nyingi sana, na pia kutumia zinasaidia, umeona yeah. zinasaidia sana kwao. Mimi nadhani ni, ni kutojua na faida zake pia, ndio maana watumie, lakini mtu akishajua faida zake anatumia. Okay, yeah, sasa tumeshajua sasa wapi pa kuuza, na lengo la kukuuliza hivyo ni kwamba mara nyingi sana tumekuwa tukipromote watu kujifunza namna ya kuzalisha, umeona kuzalisha tu kama mbegu na vitu vingine vyote, lakini mwisho wa siku inafika mwishoni, mtu anashindwa kwamba ameshazalisha, sasa kwamba hizo bidhaa zake sasa anazipeleka wapi? umeona mm. lakini kwa sababu tayari sasa umeshatufungua kwamba hizi hapa target customer ni supermarket, hizo shoppers, kama nilivyotuelekeza na zingine zote ambazo mtu anaweza come across. Lakini sasa je, tuje sasa kwamba leo sasa mtu anahitaji kuanza kulima pilipili hizi za rangi anao hoho za rangi aanzie wapi sasa ah uh? Nadhani kitu cha msingi sana akiwa na eneo unaona, akiwa na eneo na eneo sio kubwa, yaani kama na eneo lake hata nusuweka anaweza kaanzia hapo, awe na sosi ya maji okay. Eneo lio ni karibu na sosi ya maji mm-hmm. awe na capital ya ku maybe, kama anataka kuanza kwa kujenga nani screen house yeah. yeah. na ya mm awe na capital ya ku construct mm. screen house hata anaweza kaanza na moja, awe na capital ya ku ingawa ni ndogo hata lola moja basi okay. Vitu kama hivyo kwao, kama mtu ana eneo hata kama ni nusu eka mm -hmm. Umeona, alafu ana liko karibu na maji, ana drip irrigation. Yeah. Wafundi, mafundi wapo tu wafu, wafu, wafu, kutengeneza hizi screen basi hapa, ana initial capital kidogo ya kuanzisha yeah. Anawezekana akajenga na akishajenga, na nili mbegu pia zipo, tunachukua tu zile Holland, tunachukua mbegu zetu kule Holland zipo kwa, kuna tena elimu nyingine ambayo inabidi anzie hapo, kuanzia kwenye nasare hadi anaanza kuvuna. Kabla sasa hujafika huko, ni lazima mtu akihitaji kulima hizi pilipili za rangi, ama hoho za rangi, ama high value crops ambazo nimeziona hapa mnazilima, ni kwamba lazima alimie kwenye screenhouse, ama kwenye screenhouse. Aweza akalima kwenye open field. Uh, sio kwamba nje azilimu inawezekana ukalima lakini quality na performance yake ni more different na ya ndani. Kwa mazingira ya ndani yanazisaidia zikae kwa muda mrefu. Kwa mazingira ya nje kidogo yana yana shida kidogo, atapata tabu, lakini hata kuvuna atavuna na quality ambayo ataipata ikiwa hoho za ndani na za nje inatofautiana. Quality ya nje kidogo ni quality ndogo na kulingana na na, na, market yetu hmm, tunapouzia kwa hoho za nje kidogo zinakuwa na quality ndogo, umeona? Okay. E, zikiwa na quality ndogo, kwa waka wakazikataa, ndio maana anashauriwa kwenye nini, Olima kwenye, kwenye screen house na uvunaji wake pia ni, ni wa muda mrefu kwa kusingane factors za nje zinaoza zikakataa kwa kuna muda mwingine mvua inakuwa nyingi. Okay. Zikinyeshewa mvua nyingi zinaoza. Okay. Umeona? Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo inasababisha tunashauri alimie, okay, ndani lakini na nje inawezekana. Okay. Yeah. Ndo kwao ndo maana kampuni yenu kaamua moja kwa moja kwamba kuingia gharama ya kuwekeza kwenye majengo haya, ama kitaro nyumba kwa kulima mazao haya hapa, exactly. Nimeshagundua kwamba target yenu ilikuwa ni nini exactly, na kwa nini mkaja na mfumo wa namna okay. Sasa hapo mtu ashajihakikisha kwamba ameshapata structure za namna hii za screenhouse. Sasa he, mbegu ameipata ndio, mm. Umesema mbegu anaipata wapi sasa, kwa mtu ambaye hajasikia? ah, mbegu sure, ziko makampuni yapo mengi mengi sana okay. Ya makampuni yapo mengi, kwao ni yeye tu kuulizia. Mimi naelewa ya inifuata na naweza nikamwambia, bwana hii kampuni inafanya vizuri inafai ifanye vizuri, ila okay, sio vizuri sasa hivi kuitaja kampuni kwa okay, sababu haifanyi vizuri okay, au okay, ifanye yani, lakini akija tu inbox naweza nikamshauri vizuri sawa sawa. Mtazamaji umesayapata sasa kwamba ukihitaji mawasiliano zaidi kupata in detail kwamba uko so serious unahitaji kufanya mchakato wa kulima sasa pilipili pili za hoho, kampuni ya Sage Group, tupo na hapa na chief operational officer wa kampuni hiyo, anaweza akakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Okay, hapo sasa ameshapata mbegu, ni kitu gani kingine anataka afanye? Ah, kishapata mbegu e, mosi inabidi awe na mtaalamu kwanza e, okay, mtu ambaye anajua kilimo kwanza. Yeah, aweza akajifunza yeye mwenyewe inawezekana, lakini inabidi a take time ya kujifunza pia ya inabidi awe na mtaalamu kwa sababu, inabidi ugonjwa ukitokea, tayari wewe unajua kwamba kuna ugonjwa gani. Au na zile farm, tunaziita farm operation na zile current of operation, inabidi awe na current of operation kuanzia nursery hadi anaanza kuvuna. Na kwa kisha pata mbegu zile pale maandalizi yake yanakuwa kwenye nasari. Eh, nasari. Tunaanzia nasari ndio tunakuja kuhamishia. Okay. Kuna sema kuna sehemu tunaita nasari. Hapo zikile zinakaa moho mpaka zinakaa mwezi tu. Mm. Mwezi mmoja ndio tunaziamisha kwenye screen house. Kwenye screen house zinakaa most miezi miwili ndio zinaanza kuvuna. Okay. Miwili ya miwili na nusu hivi hapo zinaanza kuvuna. Kuanzia hapo kwenye kuvuna unavuna unakuja miezi sita hadi mwaka kama mwezi miezi mingi mizuri. Ya, mwezi, mm. Kutengi, mwezi. Yeah, mwezi okay. Tunza vizuri umezingatia mbolea kwa wakati. Okay. Ya, yeah, dawa kwa wakati. Kwa hii, screen house hii kuna jumla ya miche mingapi ambayo imepanda humu ndani? E, screen house kwanza hii ni nane kwa thelathini na mbili. Okay. Yeah, ambayo ina matuta ma, matuta yapo sita. Okay. E, mostly imechukua hapa kuna miche mia sita hamsini humu ndani. Okay. Yeah. Miche mia sita hamsini ambapo kwa average kila mche mmoja natarajia kupata kilo ngapi? Ah, hiyo hilo <laughs> swali siwezi kujibu kweli ama na atakudanganya kwa sababu sijai sijai. <laughs> Okay, okay ya, okay si, okay jawabia okay, okay. na nilifanya estimation ya namna hii yeah, hii ni sahihi, ah mtazamaji. yeah. Ah, humu ndani <laughs> kuna joto kali sana, kama <laughs> unaona hapa, tuna sweat. Hii ndo screen house, najua ni kali zaidi, lakini ni matumaini yangu kwamba umeshapata kujifunza zaidi ni kwa nini kampuni ya Saige waliamua kutumia mfumo wa screen house japokuwa ni gharama zaidi Umeshajifunza zaidi. Labda sasa kwa mtu ambaye anahitaji sasa kuingia kwenye project hii, ni vitu gani ambavyo lazima vifahamu kabla hajaingia kwenye uzalishaji wa uzalishaji? Okay, na <coughs> mosti, nimesema kwamba kuna technical kwa issues inabidi azifahamu. Ukiwa na una, una, una technical issues unazifahamu za hii zao kidogo, ukiingia na unakuwa unajua, kwa sababu eneo anyway, sehemu yoyote anyway, kuna risk. Kwa hiyo inabidi kwanza uwe na maarifa okay. Kabla hujafanya kitu chochote, inabidi uwe na maarifa fulani okay, yeah ko akishakuwa kuwa na maarifa ya kwamba bwana, of course maarifa yapo mengi, naweza akaenda youtube akanifata mimi popote tu naweza tuka nikamsaidia, okay. meye mitatu, kwa sababu hii hapa ina mambo sio mengi sana, lakini zipo technical issues ambazo kabla mtu hujaingia inabidi uzifahamu. Okay. Technical issues kwenye okay. Farm farm farm na ni preparation, kuanzia nikisemea maana yake naanza kuandaa shamba lake namna gani, na sisi shughuli yetu ya kutengeneza mifumo kama hii ya drip irrigation, greenhouse structure. So, So okay, sawa kwa hilo sasa ambalo ndo umetuelezea tayari hapo kwamba hizo technical issue, na vipi hapa sasa mtu anahitaji kuzifahamu sasa baadhi ya hizo, kwamba anataka kujifunza zaidi kwenye namna ya kusimamia shamba la pilipili hoho za rangi hizi ambazo ni thamani kubwa, kama ambavyo tumeshakwisha kutambua, inahitajika sasa hapa. Hapa anaweza kaja akasaidiwa akajifunza, labda anaweza kupataje nafasi hiyo? ya mosi, kuna watu wanakuja, wananilia, anakuja na anakuambia, bwana, mimi nitakuja maybe one week, unamwelekeza, kwa sababu hii ni, ni process kidogo ina yeye ina inabidi ajue madawa ajue namna, yaani kuna vitu vingi vinanani kwenye technical issues mm -hmm. Kwao mtu anaweza kachukua mosi kama wiki at least kujua a half of them. Okay, yeah a, kuna vitu ambayo ni common kabisa inabidi avijue kwanza, kachukua hata wiki ambayo ni tunasema ni wiki ya ya field practice anakuja direct shambani, anaona kwamba huu ni ugonjwa fulani, hii ni kitu fulani, inaanza hivi, inabidi iwe hivi, nipige dawa gani? Okay, yeah, wiki moja inatosha tu, kwa tayari ameshakuwa na key point ambazo zikamsaidia kuhusu uandaaji, unani, kuandaa shamba lenye kutengeneza hizo vitaru. Yeah, okay, na okay, tumeongea sasa positive side za hapa, kwamba kuna pesa, kuna nini tunachokipata ni zipi negative side? Okay. Hii hi, hi project ambayo uko nayo. Amosi nishakwambia kwamba sehemu yoyote kuna risk hii iko hivi kuna, okay. Hi, hi, hi kuna muda unafika sokoni unakuta wanahitaji hoho za aina moja nahitaji nyekundu nye tu at okay. the same time afunalimaga nyekundu na njano okay. Kwao ni in changamoto tuingaa ni in changamoto ndogo ambayo tu, bado tunazidi kuisovusovu mm. Ila na ni changamoto kwao zikiwa tayari una umelima tu aina hizo zote mbili alafu nakuta inahitajika aina moja kwa muda huo mm, kidogo. Saa hii nyingine utakuta inaweza ikaiva hadi muda mwingine ukauza kama reject, kuna tunasema mm, reject ambayo tunauza zimekataliwa, kwa bei kidogo ndogo ambayo mm, reject kilo moja ni 2000 kwa mm, unajikuta baada ya kuuza 1500 unaweza kauza kama 2000 mm. Lakini ni changamoto ya kawaida ambayo ipo sokoni, soko la soko, mostly siku zote zaweza kawa rise kuna follow Okay. Umeona yeah. Hey, ni changamoto kama hiyo pia vipi? yeah. <im> changamoto <floor>: yeah. ya <yahoo> magonjwa magonjwa magonjwa, hiyo si I don't know, lakini sio sio changamoto pia, ka... ni kama ukizingatia dawa haiwezi kawa changamoto labda ukizembea tu kwenye dawa pia unaweza ukavamiwa na wadudu, lakini sio sio changamoto sana sisi kwa sababu screen house yenyewe kwanza inapunguza hiyo okay. riski ya magonjwa, okay yeah sasa. Na moja kati ya changamoto ambayo naiona kwenye kilimo ni kwamba kuna waka, bei zinakuwa ni unpredictable. Yaani kwa mfano naweza ukakuta msimu huu nikapata hype hapa nimesikia kwamba kilo shilingi elfu tano sasa hivi nikaingia kwenye kulima zaidi, si ndio? Alafu nakuja kuvuna wakati ule nakuta kilo zimeshuka tena imekuwa 800. Ah, kwenye hoho hizi za rangi sawa bei na rise na fall, lakini most ya zikishuka sana mwisho ni bei zinapanda tena kwao zikishuka bei 3000. Okay. 3500, 4000, 5000, 6000 basi. Kwa kushuka kwake kupu ila ayu sana chini kama hizi nyingine. Mm -hmm. E, ila mwisho wake ni tangia mimi yani sijajua huko nyuma. Mimi mm -hmm. tangia nimeingia kwenye hii field. Sijawahi uza chini ya 3000. Kwa hiyo ni msimu wa ngapi? Au mwaka wangu wa pili. Okay. Yeah. Na penyewe nini 3000 ni, nimeuza ni, ni mzigo mmoja tu. Sijawahi tangia hapo sijaifanya hivyo. Okay. Yeah. Kumbe hizi ndio maana ziko hivyo, hazina hazina variation ya price organic, quality, consistency? Eh, yipo, mm -hmm. i variation ipo, lakini ndio kama hivyo kuu hii ina range elfu tano elfu sita inarudi elfu tatu elfu nne Okay, yeah. Sasa swali la mwisho sasa ambayo nataka kuuliza, na pia labda kuna swali lipi ambalo sijakuuliza mpaka yani, muda huu unahisi kwamba ningestahili kukuuliza ama mtu yoyote ambaye anatazama video hii kwa maana anahitaji kufahamu hicho kitu, sijakuuliza kwa muda huu? <laughs> Umeuliza, umeuliza. yeah, okay. yeah, okay. Yeah. Okay. Mwisho yeah. Yeah. ili tuondoe kwa sababu ya jote, mmeshakuwa karimu ndani. Huu ni msimu wako wa pili, upo unalima mpaka sasa, si ndio? Mm. Unahisi una sasa, ni kitu gani ambacho ungetamani ukifahamu kabla hujaingia kwenye hii project na mpaka sasa ushaweza kukisoma, ili mtu ambaye atataka kuingia pia atipitie kama changamoto yako ambayo umeshaipata? Ya, mimi changamoto ambayo nimeipata sana ni kwamba ni, ni, ni okay. nilikuja sina basic knowledge ya kilimo kwa mosi, mazao yangu ya mwanzoni tu niliperform vibaya, nilikuja sina AWR zaidi, halafu yaani in practical nilikuwa zero kabisa kwao nilipata changamoto kidogo, lakini sasa hivi yeah, tayari inshakuwa inshaka vizuri inshakuwa yeah, mtaalamu tayari, na mpaka unakuwa na capacity ya kumeneji shamba lote hili, maanake tayari ushakuwa na uwezo wa kupeleka basi yeah. Mtazamaji, kama ulivyosikiliza kwamba kijana wetu miongoni mwa changamoto ambazo alipitia ndo kama hiyo. Kwa hiyo na anatoa favor kwamba kama ukihitaji kupata uzoefu ama mafunzo kutoka kwake, hayuko tayari kwa ajili ya kukusaidia. Na je, labda kuna charges ambazo zinahitaji kuzilipia? Ah, cha charges, yeah ah, most charges zipo yeah, yeah zipo charges yeah, lakini sio kubwa sana pia, sio ugope, sio kubwa sana hata tunaongea. Okay. E, ni ndogo sana sawa. Sa, sio kubwa, asiogope. Okay. Sio. Yeah. Kwa sababu kuna mtazamaji mwingine ashaye kunipigia simu anatokea Zanzibar. Mm. anasema anahitaji kuja huku kwa mwezi wa sita. Mm. kwa ajili ya kupata uzoefu hasa kwenye matikiti matamu sweet melon sweet melon Mm. natokana na kamda gani tokaanatakanaka yeye yuko sensible muda huu, atasema anafanya biashara ya utalii. Ah, okay. na target customer yake ni kuuzia wale watalii. so, ah, okay. Yeah, kama anatazama video hii hapa, anakaribishwa kuja kujifunza. miongoni mwa watu ambao wapo tayari kwa ajili ya kuelekeza ni hawa hapa, wapo tayari kwenye hii industry. mwaka wa pili sasa wanafanya kwa marketi zote dynamics uzalishaji wote ambao unatokea, changamoto wanazifahamu. So usisite labda kwa mawasiliano zaidi, wafike wapi ndio unaweza kupata. yes, yes, Mwakama. yes, yes. kwa mawasiliano, mimi naweza ngatoa namba yangu ya simu. okay unaweza kuitaja eh, namba yangu ni 0623148837 na unapatikana wapi? unapatikana kwa okay, mtazamaji, yeah. karibu sana ujifunze, karibu ulime sasa high value crops kama unavyoona kwa sababu hapa japo japokajatuambia nahisi kuna pesa nyingi sana ambazo zinapatikana kwenye screen house moja tu. So karibu sana, hii ni Maco TV na kama hujasubscribe, naomba subscribe.